Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika masomo ya misa ya leo, kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Diseba 25 katika misa ya alfajiri. Somo la kwanza limetolewa katika kitabu cha nabii Isaya sitini na mbili mstari wa kumi na moja hadi kumi na mbili. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Ndiyo haya Bwana anayotangaza mpaka mwisho wa dunia: mwibieni binti Sioni, tazameni mwokozi wako anakuja, dhawabu yake iko pamoja naye na malipo yake yako mbele zake. Wataitwa taifa takatifu, waliokoborewa na Bwana, nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usiacho neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana ni Zaburi tisini na saba. Kiitikio: mwanga utatung'alia leo, Bwana amezaliwa kwetu. Mwanga utatung'alia leo, Bwana amezaliwa kwetu. Bwana ametamaraki, nchi na ishangilie visiwa vingi na vifurahi. Mbingu zinatangaza haki ya Mungu na mataifa yote wameuona utukufu wake. Mwanga zatung'alia leo, Bwana amezaliwa kwetu. Mwanga watokea kwenye haki na furaha kwa walio na moyo mnyofu. Enyi wadilifu mfurahieni Bwana, tukuzeni jina lake. Mwanga zatung'alia leo, Bwana amezaliwa kwetu. Somo la pili limetolewa katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Tito, sura ya tatu mstari wa nne hadi saba Mpendwa, wakati wema wa Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu zilipotokea, ametuokoa, lakini si kwa sababu ya matendo maadilifu tuliyoyatenda sisi isipokuwa kwa huruma yake, akituosha tupate kuzaliwa tena na kutegenezwa upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu alitumwagia huyo ndani yetu kwa wingi, kwa ajili ya Yesu Kristo mwokozi wetu, tupate kuthibitishwa kwa neema yake, na hivyo kufanywa warithi wa uzima wa milele tunaotumaini. Neno la Bwana. Shangilio la Injili: Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu aliopendezwa nao. Haleluya, haleluya. Injili imetolewa katika Luka sura ya pili mstari wa kumi na tano hadi ishirini. Somo la Injili Takatifu lilivyoandikwa na Luka. Mara malaika walipotoka warudi kwao biguni, wachungaji waliabiana haya, todeni Bethlehemu, tuyaone matukio aliyotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Maria na Yosefu na mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona walieleza habari walioabiwa juu ya mtoto huyo, wote waliosikia wakayastaajabia maneno walioabiwa na wachungaji. Naye Maria akatunza mambo hayo yote akiyawaza moyoni mwake. Wachungaji wakarudi kwao, wakamtukuza na kumsifu Mungu kwa yote walioyasikia na kuyaona, kama walivyoabiwa.